Asante Roho Mtakatifu kanikumbusha habari ya Yesu, amenikumbusha habari ya Yesu na Petro. Biblia inaambia kwamba walipokuwa wakimtafuta Yesu kwenda kumsulubisha, walikuja watu kumkamata Yesu, lakini Petro alisimama na kumwambia, sisi tuko pamoja na wewe, hawa wanaokuja kukamata tutawachinjachinja, tuwakatakata mapanga lakini Yesu anamwambia nini Petro? Nenda, nenda nyuma yangu shetani, kwa kuwa yawezi ya, ya Bwana. Yesu alikuwa hana moyo wa kisasi, alikuwa hana mpango na kulipa kisasi. Biblia inasema kwamba mmoja wapo aliyekuja kumkamata Yesu, Petro akapita na sikio, lakini Yesu kumwonyesha Petro ya kwamba hautakiwi kufanya hivi wala hautakiwi kulipa kisasi kwa namna hii, pamoja na kuwa wananionea, pamoja na kuwa wamekusudia mabaya kwangu, lakini mimi sitaki kulipa kisasi. Akachukua sikio akalirudishia Petro, anaanza kushangaa eh, inakuwaje? Lakini nje na hapo Yesu huyo huyo pale, wamemkamata wamempigilia misumali, wamemfunga, wamemvisha taji ya mwiba, wamechoma na mkuki ubavuni, lakini mwamba bado anasema ya kwamba Baba uwasamehe kwa kuwa hawajui walitendalo, ingekuwa dhahiri kabisa na ishara ya moja, moja kwa moja kuonyesha y kwamba Yesu alikuwa na sababu ya kutamka laana yoyote na ikawapata watu waliofanya vile. Alikuwa na sababu yoyote ile, kwa jinsi walivyomsulubisha na jinsi walivyomtesa. Alikuwa na uwezo wote ule wa kutamka laana ikawapata wale watu, lakini anasema Baba, wasamehe kwa kuwa wajui walitendalo. Alikuwa hana moyo wa kisasi ndani yake. Si hivyo tu, unaweza kasema Yesu ni mwana wa Mungu kwa sababu ametoka mbinguni. Nenda kamwangalie Stefano, kasome habari za Stefano, taona waliweza kumtandika kwa mawe kwa, kwa sababu ya injili mpaka kumuua, lakini wakati anakata anasema Baba, ipokee roho yangu, lakini usiwalipe mabaya watu hawa kwa sababu hawajui wanaolifanya. Vile vile Stefano, kwa kile alichotendewa, alikuwa na sababu ana, alikuwa na uwezo wa kutamka laana kwa wale watu, na hilo laana ikawapata. Lakini kwa nini hakufanya hivyo? Hakuwa na moyo wa kisasi, na Mungu aliachilia maarifa ndani yake ya kujua kwamba hatakiwi kulipa kisasi. Yana, tumeona ya kwamba neno la Mungu linatuambia tunatakiwa tusilipe baya kwa ovu, tulipe baya kwa wema. Sisi kama tuko pamoja, watu wa Mungu, twende pointi nyingine: matokeo ya kutokuwa na moyo wa kisasi. Mungu atawafanya wale walio kinyume na wewe kujua ya kuwa Mungu yuko pamoja na wewe katika kila eneo ambalo unapita, kama tulivyoona katika Samueli wa kwanza sula ya 26 msali wa 25, imefika mahali Sauli mwenyewe kanyosha mikono tena, anamwambia Daudi, mwanangu, mwanangu, mwanangu, sikiliza, kweli Mungu akubariki, ubarikiwe Daudi mwanangu, utatenda mambo makuu tena, hakika yako utashinda. Anakiri ya kwamba Daudi, wewe ni mtumishi wa Mungu na kubariki kwa baraka zote na utakuwa mkuu sana. Akaenda zake na Sauli naye akaenda zake, yaani imefika. Yani hiyo yani, vita inaitwa vita ya kimya kimya, silent war. Yaani Mungu wetu alivyo mwema, huwa anamalizaga vita ya kimya kimya. Mungu amalizi vita kwa fujo, yani ananyamazisha kimya kimya. Bwana Yesu asiwe sana. Sauli mwenyewe ananyosha mikono, anasema, kweli wewe, Mungu akubariki, utafika mbali. Jiulize hayo maneno, Sauli angeatoaje ingelikuwa Daudi angeamua kulipa kisasi toka mwanzo? Lakini imefika mahali hata yule aliye kinyuma naye aliye kinyuma naye ana akili ya kwamba yeye ni mkuu. Matokeo ya kutokuwa na moyo wa kisasi, Bwana atawafanya wale wote ambao wako kinyume na wewe, Watakili hakika ya kuwa wewe ni mtumishi wa Mungu, na watajua hakika wewe Mungu yuko pamoja na wewe, na wataambatana na wewe na watakusapoti, watasema unachokifanya hakika ni sahihi na cha kweli. Usipokuwa na moyo wa kisasi na mwingine aelewi, Isaya 54 mstari wa 17, neno la Mungu linasema hivi kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Huu ndio ulisi wa watumishi wa Bwana na haki yao inayotoka kwangu, mimi asema Bwana. Usipokuwa na moyo wa kisasi ndani yako, kila ulimi utakaonena kinyume na wewe hautakuwa salama. Kuna siku utakiri ya kuwa kweli wewe uko imara, kweli uko sahihi, kweli uko sawa katika kila eneo ambalo unapita. Usipokuwa na moyo wa kisasi, unaweza ukatazama. Hata kwa Ayubu, tumemwona Ayubu, tumemwangalia Ayubu, jinsi alivyo ishi na jinsi walivyomsema rafiki zake, lakini ndani yake hakuwa na moyo wa kisasi, na mwisho wa siku walinyosha mikono na kusema, Ayubu kweli ni mtumishi wa Mungu, na wakaanguka chini wakatoa sadaka mbele zake na kuomba msamaha na wakamsaidia uh, uh, wakamsaidia kutangaza ya kuwa mtumishi wa Mungu. Ayubu ni mtumishi wa Mungu. Wewe unafikiri mchezo? Sauli jinsi alivyokuwa kinyume na Daudi, halafu inafika mahali anatangaza ya kwamba wewe ndio mkuu. Unafikiri ni jambo rahisi? Sio jambo rahisi, lakini kwa nini? Mungu ni Mungu mwenyewe ndiye aliyemfanya, kwa sababu Daudi jinsi alivyosimama na Mungu na hakutaka kulipa kisasi hata kidogo. Lakini ukiingilia kati Mungu hafanyi kazi. Ukianza kujishughulia sheria mkononi, Mungu hafanyi nini? Hafanyi kazi na wewe, kitakachotokea utaangukia pua, utaibika, watakuaibisha hata kama ulikuwa sahihi. Lakini usipoelewa na kutambua ya kwamba unatakiwa kutembeeje na kuambia, utaibika. Lazima uwe makini sana. Bwana Yesu asiwe sana. Na jambo la mwisho kwa leo, kati ya matokeo ya kutokuwa na moyo wa kisasi, utamfanya Mungu apigane mwenyewe juu ya vita ulio nayo. Usipokuwa na moyo wa kisasi, unampa nafasi Mungu kuingilia kuingia kilingeni, unampa nafasi Mungu kuingilia kati kwenye vita yako, unampa Mungu nafasi kusimama na wewe mpaka ukamilifu wa dahari, endapo hautakuwa na moyo wa kisasi. Tenda kusoma Samueli wa kwanza sura 17 mstari wa 47. Anasema ya kwamba nao jamii ya watu wote pia wajue ya kuwa ya kwamba Bwana haokoi kwa upanga wala kwa mkuki, maana vita ni vya Bwana, naye atawatia ninyi mikononi mwetu. Bwana Yesu asiwe sana. Ni habari ya huyu huyu Daudi kipindi ndo anaenda kupigana na Goliati, wakati huo Sauli ndo alikuwa mfalme aliweza nataka nikuonyeshe hiyo pointi, hilo andiko na kuonyesha kwamba vita ni vya Bwana katika maisha yetu, sio vya kwetu. Sasa ili Bwana, ili vita viwe vya Bwana lazima tusiwe na moyo wa kisasi ndani yetu. Ukienda okay, kusoma habari hizi kuhusu Daudi na Goliati utaona ya kwamba Goliati alikuja na mapanga, mafumo, sijui na alikuwa amebeba sijui nini, halafu Daudi alikuwa na kifimbo tu kidogo na kombeo lake na jiwe Goliati anamwambia kwamba ah, wewe kijana tena mzuri na sura nzuri nyekundu, unanijia mimi kwa fimbo, nimekuwa mbwa? Bwana Yesu asifiwe sana. lakini Daudi alimwambia kwamba Goliati, sikiliza, nikwambie, Bwana hajawahi pigana sijui na, na mamikuki, hajawahi pigana na, bu, bunduki, hajawahi pigana sijui na mapanga. Bwana Yesu asifiwe sana, kwa sababu vita ni vya Bwana. Mungu mwenyewe atakushughulikia. Kwa sababu huyu Mungu ndiye anayekupa pumzi kwanza. Ahangaiki aanze kuchukua bunduki kuupiga ili weje. Akiamua na minya tu kipumzi chako umekata moto. Eh, nasikia marehemu fulani amekufa ghafla, hatujui ugonjwa uliompata, imeenda huku na huku. Mungu kafanya yake, vita ni vya Bwana. Lakini lazima utambue kuwa vita ni vya Bwana kwa wakati gani? Ni pale ambapo hautakuwa na moyo wa kisasi ndani yako, Mungu ndiye ataingilia kati kupigana mwenyewe pale utakapomwachia kilinge. Lakini ukisimama kwenye kilinge na unajifanya huko mbele, mbele anakuacha tangulia, takofanyika unatandikwa. Zaburi 44 msali wa sita, neno la Mungu linasema hivi: maana sita utumainia upinde wangu wala upanga wangu hautaniokoa ni Daudi mwenyewe ameandika katika Zaburi ya kwamba hata utumainia upinde wake wala upanga wake hata utumainia, kwa sababu huo hautaweza kuniokoa. Lakini mstari wa saba anasema ya kwamba bali wewe ndiwe uliyetuokoa na watesi wetu, na watu, na watuchukiao umewaibisha. Tumejisifia Mungu mchana kutwa, na jina lako tunalishukuru milele. Ni Daudi anasema na kuweka wazi ya kwamba mimi siwezi kutumainia upinde, siwezi kutumainia silaha nilizonazo, siwezi kujivuna na vitu nilivyo navyo kwa sababu havitaniokoa. Sikiliza nikwambie, wewe mama, baba, kaka, dada, ambao unajivunia mali ulizonazo, unajivunia watu ulionao, unajivunia sijui siraha ulizo nazo, hizo siraha hazitakuokoa. Nasema tena hizo silaha zitatuokoa, na wala hao watu hawatakuwa na msaada wowote juu ya maisha yako, lakini Mungu ndiye atakayeweza kukuokoa. Achana na habari ya visasi ndani yako, mwachie Mungu apigane vita mwenyewe katika maisha yako, mwachie Mungu asimame mwenyewe katika maisha yako, ndipo utakapofanikiwa sana na utakapoona matokeo katika kila eneo ambalo unapita. Utaona matokeo katika kila mahali unakoenda. Lazima ulitambua hilo na kuelewa hilo. Kuna watu wengi tunaenda vichwa vichwa, hatuelewi namna gani tutafanya, ila kwa sababu tuna vitu vitu kidogo tunaona basi tunaweza. Vikiisha hivyo vivitu ndio unashangaa mtu anaanza kujiona mnyonge, ndio anaanza kutia huluma. Chana habari hizo, mtegemee Bwana, mtumaini Bwana, achana na habari ya visasi ndani yako. Mungu aingilie kati vita yako. Vita katika maisha yako inaweza ikawa kiuchumi, inaweza ikawa kifamilia, inaweza ikawa kindoa. Tana habari ya visasi, inaweza nikazungumza habari ya wanandoa. Ni kweli sijaoa, lakini naona mambo mengi yanayoendelea katika ndoa za watu. Unakuta mke na mme wana visasi, wana roho ya visasi. Mke umetendewa jambo na mme wako, unaanza kulishikilia, unasema atanikoma, ataona, unafikiria kwamba utakuwa salama, hauko salama. Mme sijui mke wako kakukosea, una vimba, anasema huyu ataniona. Unakuwa na moyo wa kisasi juu ya mke wako, unakuwa na moyo wa kisasi juu ya mme wako. Unategemea nini? Unategemea atabadilika? Ndo utazidi kumharibu, kumharibu na utazidi kuwa mbaya kuliko unavyozani, lakini ukisimama katika upande wa Mungu, Mungu mwenyewe atapigana. Hata kama amekosea, atamnyosha mwenyewe, atakaa kwenye mstari mwenyewe. Tunaona wamama wengine wengi wanaonewa, ni kweli, waume zao wanaonea, lakini wakaa ng'ang'ania, anataka alipe kisasi, akifikiria ya kwamba labda mme wake ndo anamkomoa, bila kujua ku ya kwamba ndo anazidi kujiharibia na nazidi kuharibu maisha yake. Lakini ukisimama na Mungu, kasimama vizuri na Mungu, ukaondoa roho ya kisasi ndani ya moyo wako, utashangaa hata huyo mwanaume mwenyewe atajiona ni mjinga. kwa nini nilifanya hivi? ataanza kusema kwa nini nilimfanyia hivi mke wangu? kwa nini nilitenda hivi? Lakini ukijifanya eti nunda sema ah, huyu anijui anataka kunipanda kichwani, utakuwa unakula makofi kila siku, unatandikwa kila siku, kilio kwako hakitakauka kwa kukosa tu maarifa, kwa kutokuwa kwa kuto kwa kuwa na moyo tu wa kisasi. Chana habari ya kisasi, kisasi ni cha Bwana. Kama Mungu amewaunganisha wa wanandoa wawili, ni yeye ameunganisha. Ivita ikitokea, mwambie Mungu, wewe si ndio lituunganisha? si huyo ndio ubavu wangu? shughulika naye mwenyewe. Mungu ataingilia kati, ndio atakaposimama. Lakini mkikaa mnagombana nyi kwa nyinyi, ana sema piganeni sasa, tuone mtafika wapi inafika mahali watu, inafika mahali wanarudishana makwao, kwamba wana wanarudishana makwao. Mambo yamekuwa mazito ndani, roho ya kisasi. Bwana Yesu asiwe sana. Kuna mtu mmoja anaelewa kile ambacho tumekitazama leo. Mimi sitaenda zaidi ya hapo tena. Ukiwa na moyo wa kisasi, Mungu atakuacha upigane mwenyewe katika hiyo vita, lakini usipokuwa na moyo wa kisasi matokeo yake utamfanya Mungu aingilie kati mwenyewe vita hiyo, unayopitia changamoto hizo unazopitia. Katika haya, tuna sababu ya kumwambia Mungu asante kwa sababu ametupa neema hii ya kuwafahamu haya na kuyaelewa haya.